Hatu ya kwanza kabisa, kwenye simu yako uingia sehemu ya google search neno NECTA na utaweza kufungua website hii ya necta.go.tz. Itakapofunguka basi utabonyeza katika sehemu hii hapo katika hivyo vidoti vitatu, na baada ya hapo utakuja katika sehemu hii ya result, utagusa sehemu hiyo ya result, na baada ya hapo utaweza kuona hii ya kwanza kabisa SFNA. Hii maana yake ni Standard 4 National Assessment <coughs> ni matokeo ya darasa la nne kwa kama unahitaji kuangalia matokeo ya darasa la nne utagusa katika sehemu hiyo, na hapa utaweza kuona linki ya matokeo ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kwa hiyo ya darasa la nne bado hayajaweza kutoka, utarudi hapa, utabonyeza tena, utakuja kwenye PSLE. Haya ndio matokeo ya darasa la saba kwa hiyo utaweza kuyaona haya hapa ya elfu mbili na ishirini na tano. Sasa unachotakiwa kufanya ni kugusa tu hii linki hapo. Baada ya kugusa linki, itaweza kufunguka namna hiyo na utaweza kupata matokeo ya mikoa yote hapa. Kwa hiyo utachagua mkoa wako ambao unataka kuangalia matokeo yake. Kama ni Kilimanjaro, utabonyeza Kilimanjaro na hapo utaweza kuona wilaya zote za mkoa wa Kilimanjaro kama hai Mwanga, Siha Moshi Rombo, Moshi MC pamoja na Same. Kama ni Moshi utafungua kwenye Moshi namna hii na utaweza kuona shule zote ambazo zipo katika wilaya hiyo ya Moshi. Kwa utachagua shule yako ambayo unataka kuangalia matokeo yake hapa, na utaweza kuifungua shule ambayo unataka kuangalia matokeo yake. Utaweza kuyaona matokeo ya shule yako namna hii. Kwa hiyo, fuata hatua hizi ili kuweza kuangalia matokeo ya darasa la saba. Santeni na karibuni. Lakini kitu cha kuzingatia, usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii kwa wengine wengi zaidi, ili waweze kuona matokeo haya. Santeni na karibuni.